Ikiwa zimebaki siku chache Waislamu kusherehekea sikukuu ya Eid, eneo la Kariakoo limeendelea kushuhudia ongezeko kubwa la shughuli za kibiashara huku wafanyabiashara wakisema msimu huu umekuwa mabadiliko makubwa ukilinganisha na miaka iliyopita. Katika ziara iliyofanywa na mwananchi Digital Jumapili ya Machi 23 mwaka 2025, imeshuhudia baadhi ya mitaa ndani ya Kariakoo ikiwa imejaa wateja wanaofanya manunuzi ya mavazi, viatu na bidhaa nyingine muhimu kwa ajili ya sikukuu. Mfanyabiashara mtaa wa Mchikichi, Said Bilal, amesema kwa mwaka huu biashara imekuwa tofauti na miaka mingine kwani hakuna wateja. Said anasema hali ya biashara imekuwa ni ngumu kwa sababu ukilinganisha na miaka yote, imebaki wiki moja hivi, leo watu walikuwa ni wengi sana kwa miaka iliyopita, lakini sasa hivi biashara ni ngumu sana. Unaweza ukasema mimi ndo biashara ya ngumu peke yangu, lakini unaona watu wengi wanalalamika kuwa kazi ni ngumu. Maana pale inapokuwa biashara mzuri utaona watu wengi kila mmoja sa hali mzuri, hali mzuri, lakini unaona kila mmoja anakotokea kumuliza biashara kwa bwana, kazi ni ngumu, tofauti na miaka iliyopita, sijui kwa tatizo ni nini. Amesema matarajio yao walitegemea ifikapo kipindi hiki cha mwisho wa Ramadhani wangeona wateja wengi lakini imekuwa tofauti, wateja hakuna, kumekuwa na watu wengi lakini sio wapya kwenye manunuzi. Naye Daniel Daniel amesema kipindi hiki wateja ni wachache, tofauti na miaka ya nyuma ambapo ilikuwa ukizunguka mitaa ya Kariakoo watu wanakuwa wengi. Amesema hali ya biashara ya mwaka huu iko tofauti kidogo na miaka ya nyuma, saizi wa, wa, wateja sio kama miaka ya nyuma saizi mwaka huu naona kidogo watu hamna wa, hata Kariakoo ukiangalia mwenyewe ukizunguka, unaona watu ni wachache tofauti na miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma ukizunguka Kariakoo unaona watu ni wengi, watu ni wengi, kuna population ya watu. Lakini sasa hizi ukiangalia huko watu, ukija siku za Jumatatu Jumanne watu hamna wa, watu ni wachache. Aidha, Aisha, y mkazi wa Tandika mashine ya maji amesema katika kuzunguka ameona bei ni ya kawaida kwa mitaa minne ambayo amezunguka kutafuta mahitaji yake. Aisha anasema anasemaiimaewa kwa kweli, kwa vitu bidhaa hazijapanda bei, bei ni zile zile za so, mwaka jana na mwaka huu ndo vile vile, hakuna ambacho kilichopanda, yeah. kilichopandajamidakama kuja. Kuja, kama saa nne umezunguka yeah, kwenye mitaa mingapi mpaka sasa hivi umefika? Yaani, mpaka sasa hivi ni zaidi ya mitaa minne ambayo nimezunguka mpaka saizi na bado na sijamaliza. Na kila unachokitarajia kukipata, vingine nimepata lakini bado kimoja. Haya, asante. Haya.